Kwa simu toka London. Karibuni. Leo nataka kuzungumzia swala la ulaji wa vyakula, chakula bora. Tuje katika swala la ulaji wa mayai. Hili yai la kuchemsha, na kirutubishi cha mayai kiko ndani katika ile weupe wake. Lakini kabla tujazungumzia yai kwa undani, tuangalie mada zetu ni ngapi. Tuna mada nne hapa tunataka kuongelea aina ya vyakula, faida za mayai na swala la chumvi na afya katika mwili. Kwanza kabisa kuna mfumo wa ulaji ambao vyakula vimetengenezwa katika hali asilia, ambao wanaita organic. Sasa organic, tazama katika kamusi ya Kiswahili, inakuja katika neno, imetokana na neno organ, ambao organi, sehemu ya mwili au mmea ifanyayo kazi maalum kama mapafu moyo mizizi na kadhalika. Tukija katika organic, neno lenyewe organic hapa inasema ni mfumo unaolingana. Mfumo unaolingana maana yake nini? Mimi ninavyoelewa mfumo unaolingana ni mfumo asilia. Kwa Kiswahili tunasema kwa mfano kuku wa kienyeji. Tunasema kuku wa kienyeji, yani kuku wale ambao wafugwa, wameruhusiwa kutagataga porini na kutembea wanapotaka. Na hapo ndo ndo tunataka kuongea vyakula vya aina hiyo. Sasa kuna kinyume chake ambao ni wale kuku ambao wamefugwa katika vyumba vilivyofungwa na taa, sio za mwangaza wa jua, ni taa za umeme kutembea. Na huku Ulaya, wamezungumzia sana swala hilo kwamba wanyama wengi wanateseka. Kwa hivyo kwa kuku kwa mfano, wale wafugwa vile, utakuta miguu yao katika magoti kuna wekundu, na maana wale damu imevimba katika miguu, na ule kuku wanafugwa kama wiki tatu. Wengine mayai yale mayai, hata kila utamu wake hauwezi aonekane. Sasa kwa hiyo ni aina pili. Aina tatu ni wale wanyama au nyama ambao ni halal au katika dini wanaita halal au kosha kwa Wayahudi, wameuaa wame, wame katika misingi ya kidini safi, wanavyouaa vile katika misingi ya kidini lakini, je, walivyofugwa, walikuwa nafugwaje? Hapo ndo swala la kuangalia, ule mnyama alikuwa na raha au hana raha. Hapo ndo tatizo lilipo. Kwa tunavyokuja zaidi katika organic, ina maana kwamba mayai yale ambayo yamefugwa kiasilia vile yanauzwa ni ghali kuliko yale mayai ya kawaida. Eh? Yeah? Na organic ni neno kubwa sana katika masoko bomba na maduka ya Ulaya au ugenini uhaibuni. Kwa hapa London kuna maduka mengi aina hiyo na bei zinakuwa ni ghali zaidi kuliko za kawaida. Kunaweza kununua ya mayai dozen moja kumi na mbili kwa kwa pe, senti hamsini lakini ukanunua yale yale, yale yale organic mara bei mara tatu mara nne zaidi. Sa, faida za mayai ni kwanza kabisa ni protein. Protein ambayo inakuwa mara nyingi katika katika mimea yote yani. Kwa mfano nyanya zile, mimi napenda kula nyanya mbichi na karoti mbichi au nazichemsha kidogo tu na vitu kama mbegu mbegu zile, karanga ni mbegu, za nani za matikiti maji, zina protein, au viazi vya kuchemsha na kadhalika ka, kadhalika. Sasa kat, tukirudi katika yai kuna hiyo kwamba unapata protein kitu, kitu kingine muhimu zaidi katika mayai ni, ni vitamin B complex au B, B, B2 ambayo tunaweza shule kama nakumbuka tulivyosoma elimu ya viumbe ilikuwa naita riboflavin. Riboflavin ni muhimu sana katika kinga maradhi, katika kukinga mwili. Wagonjwa wa ukimwi huwa wanapewa sana hiyo B2. Ni muhimu sana na ukikosa we riboflavin utakuta mtu macho yake ni mekundu. Sisi tuna mtazamo wa ajabu sana kuhusu macho mekundu. Bangi. Hapana. Ana ukosefu wa ajabu sana mchovu sana, na na sana ukikosa B2 ni, ni hatari sana kwa mtoto tumboni kwao ni muhimu sana kula mayai alafu vyakula vingine venye venye protein kama hizi ni pia kama samaki wa chaza wale, maparachichi, e, mboga za majani kama nilivyosema, kabichi na karoti na pia kuna mchele ambao unauzwa, si kama unauzwa nyumbani, mchele wa porini ule mimi nanunuaga umechanganyika na basmati, inaitwa wild rice ambao mara nyingi ni mwekundu, ni mweusi mweusi hivi, sema sema mwekundu mwekundu, mweusi sababu so, mchanganyika mweusi na mweupe, kabla sija huu huu, ni mbichi yani, kabla sija upeka wale kwa unakuwa na hiyo hiyo nani virutubisho ambacho ni, ni nazungumzia hapa B2 na na, cha tatu ni selenium ambayo ni madini iliyoko katika mayai. Madini haya yanatokana kwenye udongo, hiyo katika udongo, ni madini kama inaitwa zinc au selenium, yapo katika mbegu, katika mboga za majani na hivyo vyakula vinavyotaka kama parachichi na kadhalika. Mwisho tuangalie zaidi swala la chumvi. Ukiangalia hapa Wazungu wanavyoandika, ameandika kabisa kwamba kuna vitu vingapi katika chakula kuna nguvu asilimia tatu, mafuta, e, kuna saturates ambao ni mafuta pia na mafuta su, chumvi, sukari na chumvi chumvi ya asilimia tatu. Sababu una jamii sio ya kichumvi kwenye kwenye mayai, amna jamii chumvi. Maana kichumvi unatakiwa ule kijiko kidogo cha chai kwa siku kama unaishi nchi baridi, ambayo hutoki jasho, lakini unaishi nchi za joto, labda unaweza kuongeza kama kijiko kimoja na nusu kwa siku. Sasa so, ukizidisha sana chumvi ndio pale unakuta tunapata matatizo ya moyo na figo. Kwa vile unapoweka chumvi zaidi, una unachofanya katika vyakula vyako, unabidi una, una uwe na maji mengi ya kuondoa ile chumvi, ndio maana utapata matatizo ya figo, moyo na nini. Kwa hatuhitaji mayai, yana tayari yana chumvi ndani na hivi vyakula vyote vina chumvi, maana vinatoka ardhi na ardhi kuna chumvi asilia. Chumvi inatoka kwenye ardhi bwana. Kwa hiyo hamna haja kuweka chumvi sana, ni matatizo ya ladha tu. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo. Kutoka kwa simu toka London, tunazungumzia vyakula na ulaji bora wa mayai na mayai ambayo yametengenezwa katika hali asilia na kuku waliofugwa katika hali inatakiwa Mwenyezi Mungu alivyowaumba. Ni kwa simu toka London, asanteni.